Machoni kama watu moyoni wana utu, imani imetoweka, mabaya naongezeka. Wengi wao wana tabasamu, wanaongea kwa wana nidhamu, wanajifanya watu wa karibu, kumbe hamna kitu, lishatembea kwa mkeo na mwenye urafiki shoga yako kwa, kwa kwa banduki mewa na msaliti na cheka na, na cheka kwani ndoa mesha vuruga mesha tembea na mkeo kwa kifu ah. Machoni kama watu moyoni wana utu, imani metoeka, mabaya naongezeka. Machoni kama moyoni wana utu, imani metoeka, mabaya naongezeka. Machoni kama watu, maone wana. Hala. Si unakumbuka alikufa kwa ziki, enzi zile kwa ziki enzi zile upo na eti, urafiki liko wapi sasa? alishatembea na mkeo kwa gia urafiki shoga yako kwa, kwa bunduki mkeo amemsaliti unajuta anacheka kwani ndoa amesha vuruga ameshatazama na na aina mshangao wapo sio sehemu zingine hata upo ulipo hapo machoni kama watu moyoni hawana utu, here we go Machoni kama watu moyoni wana utu, imani imetoweka, mabaya naongezeka. Wengi wao wana tabasamu, wanaongea kwa, wana nidhamu, wanajifanya watu wa karibu, kumbe hamna kitu. lishatembea kwa mkeo na bila urafiki shoga yako kwa, kwa kwa banduki mimi na msaliti na cheka na cheka kwa ndoa ameshavuruga meshatembea na mkeo kwa, ah, machoni kama watu moyoni wana utu, imani imetoweka, mabaya naongezeka. Machoni kama moyoni wana utu, imani imetoweka, mabaya naongezeka.